Wale ambao ni vijana pengine ham, ham, ha, ha, ham, hamwezi kuelewa alitokana akisema mtumishi wa Mungu mzinga na mtumishi wa Mungu huyu Kenneth Mason. Leo ni nafasi ya pekee tena Swali, kwa nini Musa alipewa fimbo ya kutenda miujiza kule Misri? Wana wa Israeli amewaambia, Bwana ameniambia tunaondoka. Walikubali hao, hawakubali na hakusema uongo. Musa alimwambia Mungu, Bwana hawa watu hawakujui, alafu hawa hata kama wameniambia ni iko ambaye ni niko bado hawataamini. Maana wana miungu, wanayo miungu, wanayo miungu, akampa fimbo atende ishara, atende miujiza. Miujiza ni kwa watu wasioamini ili wapate kusadiki ya kwamba Mungu huyu wa Israeli ni Mungu tofauti na miungu. Halafu na huyu mtu anaitwa Musa, amemleta Mungu tofauti, Mungu wa kweli. Na ni Mungu wa kweli ndio ya kwamba ni kweli ishara na miujiza itafuata. Amen. Sasa katikati ya mkutano wetu naungana na zinga wale ambao watakuwa na mashaka katikati yetu, naomba usikie Mungu wa taifa la Tanzania. Mungu anayelipenda taifa hili ambaye ana makusudi mema, kwa hiyo taifa hii, hii. Ametusinika sisi kanisa na ndani ya kanisa kuna mtumishi wa Mungu nabii hapa. Sikiliza. Yuko hapa aseme na sisi aondoe mashaka yetu aondoe hofu zetu na jithibitishe mwenyewe kwamba mimi ni Mungu wa Tanzania, na huyu ni nabii wangu, ni nabii wangu, Bwana. Amen, Amen. Ndio maana nchini ya Yesu Kristo tuliyopewa sisi, sio injili ya maneno maneno tu, ni injili ya kuthibitisha, ili wapate kusadiki wasiosadiki, wale wa kuabudu sanamu, ya kwamba tuna Yehova, tuna Mungu aliye hai, kwa ishara, kwa miujiza. Kwa hiyo baada ya kuhubiri Yesu Kristo aliwaambia mkisha kuhubiri. Ponye wagonjwa iweta watembee wakitembea -wa pia ia njii nani wataisadiki na niwe tanisadiki ya kwamba nimetumwa na Baba yangu aliye mbinguni. Ndio maana nimekufa, lakini nikafufuka, kaburi halikunishika, halikunishika, ni hai wasadiki ya kwamba mimi na segi na Bwana aliyetuma ni wa kweli, na sasa Tufa. Kwa ajili ya jambo hili, Mungu atathibitisha wa mtumishi wake na neno lake kwa ajili ya taifa la Tanzania. Yeye anaweka wafame, anawapa mtawala, lakini hawako peke yao. Wakienda ndivyo sivyo, Bwana tunamlilia, na yeye anashuka, aseme na sisi. Wa Tanzania mko hapa, atasema na sisi na atasema na sisi, haleluya Haihitaji msaada haitaji jithibitisha mwenyewe, mana atakaosema yatatokea hakika. Simama juu inua mikono yako mitakatifu. Sina mimi ni mtu wa mwana, umenipa neema ya kufanya kazi wewe Mungu wa mbinguni ndani ya taifa la, la Tanzania kama mlinzi wa taifa mlinz, yale, ya yale ambayo tunayaona hata kupitia manabii manabi. Tunayatangaza kama ni ya hatari, tutachukua hatua tua, tua. Kama ni amani tutashangilia na kama ni fujo kutoka kuzimu hatutanyamaza, mpaka wewe ujithibitishe mwenyewe. Tunawainua watumishi wako katika kongamano hili, unamwinua nabii mtumishi wako katika kipindi hiki cha siku nne. Tuko tayari, tuko mlimani sema nasi tutasikia roho mtakatifu shika nafasi yako ndani ya kila mmoja wetu hata wale wako njiani bwana uwalete kama timu moja tuko hapa baba sema nasi sema nasi tutasikia kwa jina la yesu kwa jina la yesu asante mungu Mana Tanzania ni mali yako, na sisi wa Tanzania watumishi wako, na hao wafane na hao makuhani ambao tuko hapa, tunakutegemea wewe utusaidie, kwa jina la Yesu. Piga makofi makubwa.